Karibu tena sauti yako nguvu yako, kuelewa umuhimu wa, wa kupiga kura. Ni mimi ndugu yako Abduraza Kimaduga. Leo niko na wageni wangu wawili, karibuni sana, Asante sana. Asante sana. Uh, leo mada yetu ni kuvunja mitazamo potofu kuhusu kupiga kura hmm, na kwa muktasari tu kufafanua upotoshaji na mitazamo isiyo sahihi uh, kuhusu uchaguzi hmm. Sasa kabla ya ya, ya kuanza kuanza hizi mada zetu eh, watu wanapenda kuwatambua. Nianze na kaka yangu kule karibu. Asante, mi naitwa Ulise Rashidi, ndiyo natokea Morogoro manispaa. Karibu sana, asante sana. Uh, na, ami naitwa Frenki Shengoma, natokea Morogoro manispaa. Karibuni sana, asante sana. Karibuni sana sana sana sana. Kama nilivyosema hapo awali E, mada yetu ni kufafanua upotoshaji na mitazamo isiyo sahihi kuhusu uchaguzi. Ni kweli kura zinaweza kuchakachuliwa kwa urahisi katika nchi yetu hii ya Tanzania? Mm, kura kuchakachuliwa sio sio, sio kweli. E, kwa nini unadhani? Sio kweli kwa sababu moja namaanisha. Ndio. Sawa. Mm. Tunapo watu wanapogombea Mm. Kunakuwa na, na, na mawakala Mm. yn yani, auende ukapiga kura halafu mm. ukaondoka mm. sawa. Kunakuwa na wasimamizi mm. na kila msimamizi wa mgombea fulani huwa anadili na kura zake yeye mwenyewe mm. na baada ya hapo, waga kuna taratibu za kuzihesabu. Baada ya kuzihesabu wa, kila mmoja anakaa na idadi yake Ndiyo. lakini kuna karatasi inajazwa wote wawili sawa Ndiyo. wakiwa wanashirikiana kama ni vyama viwili kama ni kumi, yani licha mm. tu ya kwamba labda walioshinda ni mmoja mm. lakini hata yule mwenye kula moja au sufuri mm. anashiriki kuona kwenye karatasi iliyojazwa matokeo mm. yeye kajaziwaje, na yule mwingine aliyeshinda kajaziwaje? Sawa, mm. baada ya hapo huwa kuna karatasi za kusaini okay. Wanasaini kwa maana kusaini matokeo, Ma saini matokeo yeah. aliyoyapata. Sawa. Lakini licha ya hiyo yote, mawakala kuwepo kila uchaguzi, waga kuna waangalizi ambao wanatoka nje ya nchi na vitu vingine, wanapita kwa mm -hmm. vituo wanaangalia mwenendo wa upigaji mm -hmm. kura mm -hmm. kwa hiyo mtu akisema kwamba kura zinaweza zikachakachuliwa kiurahisi Tanzania, mm huyo -hmm. ni mpotoshaji, labda ana sababu zake binafsi. Kwa hiyo kuchakachua kura Tanzania sio jambo rahisi, haiwezekani. Haiwezekani. Yaani kwa mfano tuko hapa, hapa si tuko mm. watu labda tuko watu sita mm. hapa. Sawa. Mm. Kwenye watu sita tuseme mmoja aliyoko kule ndo, ndo, ndo msimamizi mm. wa, wa, wa kura zetu. Sawa. Mm. lakini sisi watu watano kila mmoja anamwakilisha mgombea wake. Sawa. Mm. Kura ile, yule anatoa kwenye boksi anatuonyesha wote. Sawa. Mm. Kura yangu labda mimi namwakilisha labda Abdalla. Sawa. Mm. Kura yangu naitwa Abdalla. Mm. Anaionyesha Abdala mm. Sawa hata mm. nipa mimi, lakini akitoa ya Shabani sana tuonyesha wote yuko kwa Shabani okay. Anaishika Shabani sasa sawa, inakujaje? Sawa, kwangu kwa Abdala mm. au ina, ina, inaendaje? Kwa mtu ya Abdala inaendaje? kwa Shabani kwa mm. ni jambo ambalo aliwezekani na sio jambo, sio sio sio sio jepesi, isipokuwa tu mtu akisikia mtu anasema hivyo mm. ni mpotoshaji ambaye ana jambo lake ambalo sisi sasa ambao tuambia hatulijui bado na yeye aliweki wazi kwa faida zake binafsi Sawa, kakaulise kwenye, kwenye, kwenye hilo, wewe una mtazamo gani kwamba je, kura zinaweza kuchakachuliwa kwa urahisi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Hapana mm. Mi pia sina mtazamo huo kwa mm. sababu zoezi la uhesabuji wa kura bahati nzuri sio la, la, la, la wa kura, mm. kificho okay na wala katika sehemu ile ya uhesabu hiyo kula hakai mtu mmoja mm. Bali wanakawa wawakilishi ama wagombea wenyewe so, so. Wanaogombea eneo so, hilo so. Kwa hiyo mimi nadhani swala kama hilo ni, ni propaganda tu za baadhi ya wanasiasa ambao wanaweza kusema kwamba nimeibiwa, nimefanyaje mm, ili kuwabakisha watu katika morali ile ile katika chama chake mm. hmm. Lakini swala la kusema kwamba kuna wizi ndani yao ya, ya, ya, ya, ya vyumba vya kula au kuna mm. huo uchakachuaji sijui kuna mm. ya huyu inaenda huku mm. au sijui kuna karamu ambayo ina, ina, inahamisha tiki inaenda huku. <laughs> <laughs> Hizo ni habari za kusadikika tu lakini hakuna jambo kama hilo. Mambo ya kisiasa siasa. <laughs> e... <laughs> Sawa sawa. Uh, unadhani kura yangu ina tofauti yoyote ya kweli yani kwamba mimi kura yangu ninapoipiga inaweza ikaleta tofauti kweli yani ina, ina, inaweza ikabadilisha ule mtazamo? Naudhani kura yangu ikiipiga moja kwanza kula moja, mm. inaleta utofauti mkubwa mm. kwa sababu mm. kura, mshindi huhesabiwa kwa idadi ya kura anazozipata, sawasawa mm. na kula, hakuna kula nusu usema bwana huyu tunampa moja na nusu, moja tunaiga tunampa nusu, leo tunampa nusu mm, ina maana kura yangu moja inasimama kama nzima mm. Kwa hiyo kama tulikuwa tunapata kura labda mshindi kura labda wanashindana wapiga kura tuko hamsini mm, sawa mm, alafu thelathini wakapiga kura kwa mtu mwingine mm, sawa mm, au ishirini na sita Mm. wakapiga kura kwa mtu mwingine mm. na ishirini na nne wamepiga kura kwa mtu mwingine. Utofauti wa kura moja ile ile iliyoongeza kwenye ishirini na sita kutoka mm. kwenye ishirini na nne ya huku mm. tayari inasababisha ishirini na sita kuwa mshindi. Okay. Kwa hiyo nikiacha kupiga kura mm. kura yangu mm. ina maana hamna thamani tena nitakayo kuja kuipata. Okay. Na kura yangu nakuwa nimeipoteza. Kwa hiyo kura yangu inaweza kusababisha yule kiongozi naye mtaka. Kwa kura mm. ile ile moja tu, mm. hata kama mshawano utakuwa mkali. Mm. Ila kura yangu kati ya watu 50, tukapata 26, tayari wakongo watashinda au 24 atashinda, okay kwenye hilo unasemaje? Kaulise kura Ndiyo. yangu ina, ina tofauti kweli e, inaweza ika kura yangu mimi ikatengeneza matokeo au ikatengeneza mtazamo tofauti na ule ambao mimi naufikiria, ndio. mm. kura, kura moja sio mm. jambo la kubeza mm. Na sisi kwenye siasa ndo maana tunasema mm. hatakiwi kubaki mtu, mm. kila mmoja anapaswa kwenda kutengeneza asilimia ile ya, ya, ya kura okay. Uh, unajua katika ukitaka kujua kura moja ina nguvu mm. Wewe baki kwenye uchaguzi wa wenzetu wa Zanzibar mm. Unajua Zanzibar kule mtu rais anashinda kwa asilimia moja mbili mm. mm. Hivyo maanake uh, tofauti ile okay. eh. eh. Anaweza akawa na huyo na arobaini na tisa huyo na hamsini na moja ndio okay. inavyokuaga okay. kwa hiyo kura kura moja mm. ni kitu muhimu sana, sio kitu cha kubeza mm. Yani tunapo, yani, serikali yetu kama taifa inapotangaza mm. kwamba siku ya uchaguzi ni holiday, kwamba watu wabaki nyumbani mm. ili wapate muda wa kwenda kupiga kura mm. basi ndo hivyo hivyo, uchukue kwa umuhimu wake wewe, badala ya kwenda kukaa baa mm. ama kwenda kwenye, kwenye sehemu nyingine za starehe mm. ama kwenye vijiwe au vya maongezi au, kaza, mm. au kuchukua soksi na mipira kwenda kucheza badala mm. yake tumia muda huo, nenda kapige kura yako. Kwa nini? Kwa sababu kura ya kila mtanzania mmoja mm. ni muhimu na inaweza ikaleta matokeo chanya. Chanya. Chanya. Nashukuru sana sasa hapa nina swali la kizushi tuna, hatuondoki bila swali moja la kumalizia mtu mwingine anaweza kupiga kura kwa niaba yangu mimi nisipokuwepo? Mtu mm, mwingine kupiga kura kwa niaba yako? Kwanza mimi siyo nzuri. Ah, sasa nataka nijue kwa hapa apa kwetu Tanzania, kwa Tanzania hairuhusiwi. Okay. Kinachoruhusiwa kwetu hapa mm. ni yule mtu asiyejua kusoma na kuandika mm. sawa mm. lakini pili, na yeye awepo Hmm. Yaani awepo na anaenda na mtu anayemwamini kwamba huyu, nikimwambia mimi namtaka mtaka fulani hmm, ndo huyo huyo atakayenichagulia. yaani yaani, nimeshibanana, aweze kunidanganya kwa hiyo so, hapa, hapa kwetu kupiga kura ni wewe uwepo na akili yako iwepo. Yaani wewe, uwepo na akili yako aidha ndo upige kura au kama unajua kusoma na kuandika na uoni, sawa? Au unahitaji msaada wa kupigiwa kura, utakuja na mtu wako wewe kutoka nyumbani, unajua nimemshiba, au utaenda kumchukua pale, nenda kanipigie kura. Huo hautuhusu. Usipokuja na mtu wako, basi hautapiga kura. Sababu unaweza kwenda kumwambia bwana namtaka Shabani, akauchagulia Asha. Yaani kweli. Kakaulise, mtu mwingine anaweza kupiga kura kwa niaba yako? Haiwezekani. Uh, mtu akanipigia kura kwa sababu kura ni mlengo mm. Uh, kura ni uchaguzi kama mm, neno lenyewe inavyosema uchaguzi mm. Uh, lakini wewe hapo, yule anayeenda kupiga kura ndio anakwenda kuchagua. Sasa katika sisi tulivyo hapa, si tuko watatu hapa mm, lakini kila mmoja anaweza akawa na chaguzi zake ana chaguo lake eh, ana chaguo lake hey, hmm. Kwa hiyo mimi hapa nikisema wewe, bwana ah bwana wewe, si unakwenda wewe hmm. kapige ichukua na ya kwangu bwana, kwa <laughs> kwenda, maana nakuruhusu wewe kwenda hmm. Yani mimi uh, chaguo langu naliweka chini, baada yake nakuruhusu wewe uchague la, kwa sababu kupiga kura ni nafsi ya mtu hmm. Ni uchaguzi wa mtu hmm. Ni mapendekezo ya mtu hmm. Kwa hiyo, uh, kwa nchi yetu sisi hamna jambo kama hilo hmm halina halina litakuwa halina mantiki hata kama litakuja kuwepo. Okay, maana yake chaguo ni la kwako wewe. mm -hmm. Toka sasa naenda kapige kura mwenyewe, na wewe ukajichagulie kiongozi unayemtaka. Sauti Yako Nguvu Yako, kuelewa umuhimu wa kupiga kura. Mimi ni washukuru sana na karibuni tena mpaka wakati mwingine. Asanteni sana, mpaka wakati mwingine. Ni mimi Abdulazaki Maduga, shukrani.